Yeyote kabisa leo yenyewa, mkono juu. Asante kwa kunyosha mkono, asante. Wewe ni wa muhimu sana, wamonyesha mkono ni wa muhimu sana mbele za Bwana. Anasema kuna furaha mbinguni kwa ajili ya mtu mwenye mmoja atubue kujenga wasiokuwa na haja ya kutubu, yaani kuna furaha juu mbinguni kwa malaika. Kwa hiyo anasema niko tayari kuokoka, niko tayari kutubu dhambi zangu, ipo furaha juu mbinguni. Na kwetu katika mkutano pamoja na watumishi, pamoja na watu wote, pamoja na ndugu, tunapata furaha kwa ajili ya mtu huyo. Asante sana kwa kuja mbele kuokoka. Endelea kuja usione aibu. Hauwezi kujua maisha yako yamekamatwa kwa namna gani, shetani anakamata, anakutumikisha katika dhambi kwa sababu tu haujamwona Yesu lakini kama atamona Yesu Kristo au yule bwana wa maisha yako, hakika shetani atakaa mbali na wewe, na Bwana atakuwa ngome yako na ulinzi wako. Wewe nakusubiria wawo moyoni mwako, ambao na sita sita kuja mbele kwa ajili ya kumpokea Yesu. Njoo mara moja mpaka kule nyuma, njo wewe, njo wewe, sema unahitaji kumpokea Yesu. Njoo mbele, njo wuungani na hawa hapa mbele. Nakusubiri wewe uliosema ndio kumpokea Yesu, nakusubiri na njoo mbele, usiogope, usiogope hata kidogo. Usiogope, baba atasemaje? mama atasemaje? mke wangu atasemaje? mume wangu atasemaje? Atasemaje? atasemaje? atasemaje? Hautakwenda pamoja na yeye kitekina. Lako jina ni moja tu, au mtaandikwa wote kwa pamoja? Kila mmoja anaandikwa kwenye ustaji wake. Kwa hiyo, wewe lazima ujikubali mwenyewe kwamba nataka kuokoka alna mfata Yesu. Mimi kama mimi siangali jamii, na niangaliaje? Kwanza kuokoka kwa ni neema, kuokoka ni kibali, kuokoka ni kuvwiko na Mungu, kuokoka ni baraka. Kuokoka jina lako linaandikwa mbinguni, jina lako linaandikwa kwa ufalme wa Mungu, unakuwa mtoto wa Mungu, unakuwa mtoto wa Mungu. watoto wa Mungu ndio hao, waliamini jina la Yesu Kristo. Asante sana. Yenye mikono mtanifuatisha